Ndivyo jinsi ya kufuta akaunti yako ya Instagram ambayo hauitumii. Cha kwanza naenda Instagram kwenye profile yako. Kisha bonyeza pale kwenye hamburger menu. Kisha account center. Bonyeza account center. Baada ya hapo, shuka chini, bonyeza sehemu imeandika personal details. Kisha bonyeza sehemu imeandika account ownership and control. Kisha deactivate or deletion, deactivation or deletion. Ndio hapo. Kisha bonyeza akaunti ya Instagram. Kisha shuka chini, bonyeza delete account. Bonyeza continue. Haina haja ya kuweka sababu ila utaweka. Bonyeza continue. Weka password yako. Kisha akaunti yako itakuwa deactivated kwa muda wa siku 30, baada ya hapo itafutwa kabisa. Kwa hiyo, ukibadilisha mawazo yako ndani ya hizo nda siku unaweza ukaja ukairudisha akaunti yako tena. <tune>